Sisi leo kama serikali tumeamua kuchagua eneo hili kuja kulilejeshea uhai na matumaini, ili wanazinga waendelee kuvuta hewa safi na siyo kukaa katika mazingira ya ukame kama ambavyo eneo letu linaonekana siku ya leo. Miti hii ikakue, miti hii ikastawi, lakini miti hii ikalete matunda na makusudio ambayo serikali yetu inatamani. Tuna jukumu la kupanda miti, tumepewa jukumu la milioni moja na laki tano. So far kwenye halmashauri yetu ya Bagamoyo tumefikia kwenye laki saba na point, sio takwimu nzuri huu. Tunaelekea mwisho wa mwaka wa fedha, tuna miezi miwili tu. Kwa hiyo walimu ambao mpo hapa, wakuu wa idara ambao mpo hapa, ambao mnasimamia shule zetu, ambao mnasimamia taasisi zetu, wakuu wa taasisi mbalimbali, tukatoe chachu na hamasa kwa watumishi wetu kwa watu ambao tunawasimamia kwenye mazingira ambayo yanatuzunguka twende tukapande miti ili tufikie ili lengo la milioni moja na laki tano, lakini ikiwezekana tufike zaidi, kwa sababu kila mmoja anatambua faida ya upandaji miti katika mazingira yetu. Katika halmashauri yetu ya wilaya Bagamoyo, kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne tulifanikiwa kupanda miti milioni moja laki tatu na thelathini na mbili elfu na mia tisa na moja kushirikiana na halmashauri pamoja na, na, na wadau wetu TFS na mashirika mengine kama Tatedo na mengineyo. E, kwa mwaka huu tunaoenda sasa, tumeshapanda miti laki saba tisina tatu mia nne sabina tatu ukiondoa ya leo. Kwa hiyo tukiongeza hii ya leo miti mia tano, kwa hiyo tunakuwa tumevuka kidogo, na kwa sababu mvua ndio zimeanza na unyevu unaendelea tutavuka lengo la kufikisha miti milioni moja na laki tano na zaidi. E, mafanikio kuboresha hali ya utunzaji wa mazingira na kuweza kupanda miti ya matunda na mikoko kwa kushirikiana na Tatedo. E, kuna shirika linaitwa Goodall, kuna benki ya Standard na vikundi mbalimbali vya mazingira pamoja na NGOs, pamoja na vikundi vya BMU. Kampeni ya upandaji miti ni kampeni ambayo imeanza muda mrefu, na kila halmashauri ilipewa jukumu la kupanda miti isiyopungua milioni moja na nusu. Kama taarifa ilivyosomwa hapa kwa mwaka jana, hatukuweza kufikia lengo, lakini tulipanda miche milioni moja pointi tatu na mwaka huu tuko kwenye laki saba. Niseme tu kwamba mgeni rasmi, kwa sababu mvua bado zinaendelea, upandaji miti utaendelea na na uhakika, tutafikia lengo ambalo limewekwa na serikali. Tunajua umuhimu wa miti, tunajua jinsi dunia ilivyobadilika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi kama tunavyoyaona. Hii yote imetokana na kuongezeka kwa hewa ukaa. Miti inasaidia kunyonya hewa ukaa, na inavyonyonya hewa ukaa, basi inafanya hali ya hewa kuwa nzuri katika eneo hili la mnada. Kutokana na kwamba eneo hili kidogo ni kame, hakuna miti kwa sababu hakuna miti, na leo mmetuletea miti, tutaitunza na tutahakikisha kwamba hakuna mti utakaokufa, mpaka yote itakaokuwa ina matunda na tutakula matunda yao.